Hapo zamani za Nuhu kulitokea na garika. Garika ambayo iliwaangamiza watu wote. Okay. Hmm? Hapo zamani za Nuhu kulitokea na garika. Garika iliwaangamiza watu wote. Okay. Ni watu nane safina ndio, yeah. Walio huh? Yeah. Wanadamu ambao kwa kwenye safina huangamia wote, yeah. Wanyama nao ambao kwa kwenye safina huangamia wote, yeah. Ndege pia ambao kwa kwenye safina huangamia wote. Watu nane waliopona ni Nuhu na mke wake, Sham na mke wake, Ham na mke wake, pamoja na Yafeti na mke wake. Sisi tumo kwenye safina ya Yesu. Wipo wapi, kwenye safina ya nani? Ya Yesu. Sisi tumo kwenye safina ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Sisi tumo kwenye safina ya Yesu. Ndani ya safina ya Yesu kuna wokovu. Ndani ya safina ya Yesu kuna nini?